Sitaki kuletea mambo ya hapo umesikia? Hizo ndio chiboa ambazo unatuletea hapa kijiweni sio poa. Ndogo wangu tuse tukafika mbali. Ngoja ni kuachie baadhi ya pesa hapa ambayo itakusaidia kwenye matumizi sawa eh? Mchungaji nashukuru. Niache na na na, ah mimi nachoka wewe wewe. Bwana bwana we. Ni ni kila mara asubuhi nikute hapo vyombo. Upike na ule, niondoke. Sasa mbona bize bize mama? Ba vate viatu basi unaondoka peke na hivyo. Naitwa Daniel Jaki ni afisa wa NIDA ah, na unavyotuona hapa mimi na huyu tumeagizwa na serikali, watu tunatakiwa mpate NIDA. Sahizi NIDA tunaitumia sehemu mbalimbali

daalakinipojapaaukjioasdshggu Sawa shoga wangu, nimekuelewa lakini tambua hapa nimekaa hapa kwa sababu ya mume wangu wanda, tarudisha moyo sawa. Dadangu yupo, lakini dadangu so mtu wa kutulia nyumbani muda wote, anakuwa bizi kamanigshh Mwanamume, ha, na wewe? Akija, akija aeleweki, anakuja ni mani michambo michambo, anaenda zake ujaona tu. Ndio umefikia hodi kwa mchungaji, kweli mchungaji ananipenda. Shugangu so, mimi nampenda mume wangu japo kwa anisumbua ni nyanyasa, so kama mimi mwenyewe nalizia haya maisha, ndio wakutake mm. Basi inabidi niende kwa dada nikamsikie na anasemaje. Ikiwezekana, nikiwezekana, mimi ndo nishachoka, uende. <coughs> Uwenja sawa mama, maumivu maumivu, <coughs> maumivu ya moyo, maumivu maumivu

habari <coughs> Ah, naitwa afisa NIDA hapa. <coughs> <Nukla kibiku> <coughs> eh, naitwa <coughs> afisa NIDA mona bwana. <coughs> Sisi <coughs> sisi tuna tunatoa namba ya NIDA kwa eh, wale ambao hawana NIDA sasa, kwa mtu kama wewe mlembo mm? umekaa kimalikia malikia. Kwa <coughs> <coughs> sisi tunatoa namba ya NIDA. Hii tumeagizwa na serikali na saizi hizi muda ni mbili mbili, yani kama una nyita kabisa nilikuwa tupige mbili. Unaona? Saizi hizi dakika usumbufu, nenda kule ni mashauri, usumbufu ni mwingi mwingi, mara subiri subiri, mara uje leta cheti cha kuzaliwa, sijui kadi ya kliniki. Yani mimi kadi si tunajua umezaliwa? Unaona? Umezaliwa hapa hapa, tunajua umezaliwa. Afu walemba kama yeye timu shindwa kuzaliwa. Ah. Wamekaa kimalikia kama walizaliwa kwa mbali, shuka mbinguni. Najua mmezaliwa. Unaona?

Sasa dada, hata tusikielewe, unataka utaje majina yako yote, jina lako na babako na bibi yako, tunazimaliza hapa hapa. Mm. Mm. <coughs> Kwanza kupiga picha, mm, baadaye piga majina. Sasa dada kaa, utabasamu fulani hivi, mnpiaokuwa mrembo lazima kupendeza, takupa nida nzuri, cheki pozi mtoto kama mayai hivi

Aya, simu. Ngoja nije. Jamani. Hey. A,

Wasikilizeni sasa. Poa dogo, hii simu yako sio simu yako, yako namba yako tunaijua, unaijua? Afu wanangu, mnajua mimi kodi za mwisho yni hapa, nina kiu ya maji, afu tunakuja kulekeana uhuni kama huu. Maji amesha kata simu, dogo weke namba, atia namba

Takuja kuvuruga, kuna mda takuja kuvuruga mwangu. Shikamu. Dada mbona unaniangalia hivyo? Afu nakusalimia hauitiki, shida nini? Au nimeukosea nini? Unaweza <coughs> <coughs> ukaniambia kilichokuleta ni nini? <coughs> Dada yangu, ni kuja tu yazungumze, maana mi mambo yangu nyumbani kwangu hayapo sawa. Dada yangu, yaani kuanzia wewe wako ulipokuwa mdogo ulikuwa msumbufu sana. Najua hata kwenye ndoa yako wewe ni msumbufu Dada yangu sio hivi dada yangu. Kwani mbona unavuka mipaka? Umejoje kama mimi ni msumbufu. Yule mwanaume yaani mwanaume yule sina sauti juu yake. Na wani, kwanza anitaki, eh? Sasa unapozungumza hivyo kama nilikuwa msumbufu. Yule ulikuwa ni utoto dada yangu. Eh? Mbona unisikilize dada yangu? Mbona ni kama vema nitenga mimi? Eh? Mume wangu anitaki, jirani anitaki, na wewe dada yangu unitaki. Jamani. Nomba unisame dada yangu, kama nishakukosea nisamehe dada yangu, tukae chini tuyazungumze. Nimeshasema hivi, sikutaki hapa kuanzia saa hizi. Rudi kwa mume wangu dada yangu, nifanyia hivyo. Angalia mpaka sasa hivi mwanangu bado ajala na njaa. Nomba basi ingia tena ndani, mkorogee tauji, maana mume wangu aniteke anipya tela matumizi tumbo. Nifanyia hivyo mimi eh? Naingia ndani nikitoka usikukute hapa dada. Dada nisikilize basi dada, eh. Sawa mama, kuja tu mimi niende. Odi, odi, umndani? Odi, odi, umndani odi. ya nyie nini hapo mikelele mi kibao, odi nyingi sana vipi? Apo bwana, unavyotuona sisi ni mimi ni afisa wa NIDA na mifugo. Afisa wa NIDA inakusaidia, hata ukienda kutongoza demo, lazima kutambue wewe ni Tanzania na ndio maana nasema nendeni huko mkawasaidie na pia hata hmm, kiwanja uweze kupata kama una na pia. na, na, na. na saizi wendi mbinguni kama una NIDA ndio huh, sindio? Umelahisisha mambo saizi. Okay sawa, nimeshawasikilizeni sana ehe. Kwa hiyo mna shida gani hapa? Sisi bwana, kwa hiyo tunakupiga tu namba NIDA, tunakupana NIDA, NIDA hey. hapo no, baada ya siku mbili. Mmetumwa na nani? Na serikali serikali, hebu <laughs> acheni ukumbavu sawa! Sio kila mtu ni wa kumtapeli sawa! Serikali gani tawaamini kwa hii minywele hii eh, hivi hivi serikali gani? Sio kila mtu mna uwezo wa kumtapeli sawa. Hebu niondoleeni ukumbavu hapa, toka ni bananga, toka toka, letea ujinga! Serikali gani na wapakazi nyinyi, hebu toka!

Karibu na Tupo. Wana mambo vipi, Tukai? Asante sana. Vipi? Huyu mpumbavu nimemkuta. Mm-mm. Kwa kweli. Ni mtu bwana. Okay. Mimi jana kitu kama jana nilimtimua hapa. Bila shemu, mimi, kuna kitu ambacho napenda nizungumze sana, unajua kuna wakati mwingine shemu, nasa ni wewe mwenyewe yu, unajua unifahamu vizuri shemu mimi ni mtu ambaye ninasila sana za kalibu, lakini pia kingine, wanifahamu shem, mimi yule nishagamwambiaga kwamba simtaki maona, nishamwambiaga simtaki, sio hazi yangu mimi ina yeah, vitu vyangu huko nje yeah. Hey. Sasa kwa nini yeye anakuwa king'ang'anizi na mimi? Hey. Mimi nishagamuaga kwenda kuishi maisha yangu. Sasa mimi watu, yaani sipendi mimi watu wanichokonoe chekonowe niunngyoe watake ni kunijua kwamba mimi nikoje, mimi nikikasirika gani ni mtu mbaya sana baya mno. Shem, nikwambie ukweli kabisa. Sasa shem, mimi nataka nijua kitu kimoja, we pesa ya ya we kumtunza, kumlisha, kuvaa na ye yupo na mtoto, iyo pesa unatoa wapi? Shem, naoniambi mwenyewe una hali mbaya mpaka sasa Iwshida nini? Shida nini? unanikosea ubinadamu, ashem, unanikosea sipendi. Mimi mtu kulichokonoa, sipendi misitaji. Ninachotaka, nataka tabike, Angaike huko. Kwa sababu ashajiona kwamba yeye mwanamke ambaye anaweza kumanage kila kitu hapa duniani, anajiona ana akili nyingi kuliko watu wengi wengine, aneshima, labda ajiona ana akili nyingi simtaki mimi. Sasa aende huko mtani ambako yeye anajua anaweza kupata kila kitu, ajua atapata maisha bora, atapata pesa, atapata mwanaume ambaye ana akili nyingi ambaye atamhudumia kila kitu, aende huko. Simtaki mimi. Au kuna kibwana kibwana fulani hivi hapa mtani, unamtaftia shamu anificha. Nataka kunizunguka. Hapana. So even kunafika mbali sana, hizo hizo mambo. Ila tu nachokiona sasa hivi mke wako yule. Maumivu, maumivu. Maumivu ya moyo. Maumivu, maumivu. Maumivu ya moyo.